wewe unitishi, watu wamesha kujua maovu yako, umeuza maviwanja, umeuza sijui manini, umeuza mpaka ziwa. Wewe unauza mpaka ziwa, yaani, mwaka huu wewe unafyatuka, alafu mimi naenda kuwa mwenyekiti lazima <laughs> Uri, na wewe nikushtaki kwa uhalifu ulinini na kuwajibisha. Ndio nakwambia, yani sikiliza, kama ukikichukua hiki kijiji, wewe ukikichukua okay, hiki nika nimekaa wow, wow, ah, ah pale yani hapo ni kwangu mimi. Mbona kama mbwa sasa. Unajua, nimeogopa nikajua, mbwa, nimeona nitumie kauli fulani hivi kwa sababu niwe tofauti na wengine. Vijana siku hizi eti niite mbwa, nimekaa hapa. Ni sasa mimi nimekuambia tu niite. Uh, uh, uh. Wewe usinipige mkwala wewe, mimi sio pididi wewe, wewe hatutokuchelewesha kama ninavyomchelewesha boda boda wee, hatutokuchelewesha hata kama anachelewa kuchukua, hatutokuchelewesha. Wewe mapema tu tunakufyeka una uwenyekiti hivi kicha, yani nikwambie tafuta jembo ukalime, au tafuta demu wako yule mnyasofu, mambo aendelee kukufanya viasi, lakini unapoenda utaenda kuumia wewe na mimi, kwa kuonyesha kwamba naenda kuwa mwenyekiti, na maana mimi ushaona na wanawake hapa.

Alafu natoa azana saa sita, ni mda wa ibada hii. Unaondoka kwenye hichi kijiji hivi, wanaume tutakamata na tena. Wewe inafanya tunagombana neno mabaya tusemana, ukifanikiwa kwa ukara ajumba tusumbue maisha yenyewe tusumbue. Oh, nani kiumbe gani iko ndani? usoni na mapango na mangeo. Eh? Ni wanajeshi. Ah, nilikuwa bonge la kazi kumtoa baba, kumtoa ile sehemu, aliacha shimo. Sikiliza ile shimo mpaka hivi, nakuambia hivyo. Sasa hivi to wazungu watoka wapi ile kuja kuchungulia kuja kuangalia tule shimo la ina gani? Mm. Eh? Mm -hmm. Kama mwana marudi aliacha ule mguu ndio hivi ile to shimo babako sasa hivi imekuwa ndio, yani imekuwa dhahabu shsh mimi kuwa kama kakangu e, mtu gani sura nzuri hivyo navavamachinicheni sikiliza, nimekuja mimi. Ndio shangazi yako mimi, ndio ukisikia shangazi ndio mimi. Naomba kuanzia sasa hivi, chukua nyaza za baba yako

Mimi ni mwanamke kile wasichezee. Sasa ni hivi no, mwen naomba hivi wafikishie taarifa ule mateso nikimkamata hey! Nikimkamata mateso, mateso taarifa zikufikie, na umwambie shangazi yangu mimi ndio mada bila tiba. Zama ndani

Salamu ndugu yangu, wacha tu nikwambie, wewe. Nimekuangalia kule mbali, nimetoka kabisa na nili, kule naniliiyo kule ofisini kwangu kule kwenye mitulinga na manini nini na mashadoba, nimeona kabisa mapenzi yatakuuwa na siyo tu kukuuwa wewe. Unaonekana mtu ambaye unampenda akupendi, na sio tu kukupenda akupendi, ni kwamba Ye, wewe unamuwaza yeye, akuwazia hata kidogo? Yeye ye anawaza maisha yake na mwisho wa mambo yake, mona anawaza hela. Wewe ni nani? Mimi ni mpeko mparliament, mtataguiji shagoba wa kijiji hiki. Sasa wenzako kuambia huko wajakuambia huko, vuta bangi wenzako? Mimi ni nani? Yani wavuta bangi hawa ambao unawasema, kuna mtu nimeshamnyoosha huko Nilishamnyoosha huko huyo mvuta bangi yani, mpaka yeye akanenepesha mnada siku ya ng'ombe, alafu mimi nikanenepesha ng'ombe siku ya mnada hmm. Nimejua huo mpango wa Masugi hey, hey. <laughs> Mimi niondoke. Mimi nimekuja tu nikupe msaada nimekuona kabisa kwamba wewe yani, yani nimekuona kabisa kwamba natakiwa nikusaidie

sijui nina shida, sijui sema, sio shida maki, hata ena jineno tu kidogo cha kuongea ushauri. Mimi nimekuja hapa kwako mjumbe, ndani ya kijiji, nimekaja hapo sasa hivi kidogo nimekuwa mwenyeji, mwenyeji, unaona mjumbe, hivi unaonaje kijiji hiki cha maanja? Wanawake wa kijiji tukakutana, tukaanzisha hata mpango wetu wa kukaa kwenye vikundi, sisi wanawake tukaanza hata vimichezo kidogo. Maana sisi wanawake sasa kuna vyama, kuna vikundi, sijui upatu. Unaonaje? maana nimekaa ndani kijiji, maana kumekaa kumepoa, na wanawake wapo. Juzi nikuja kwenye mkutano, nikaona wamama wapo wakutosha, lakini mbona kijiji kimepoza hiki hivi? Mama, unajua nimefurahi sana mm. nimefurahi kwa sababu ao mara kwenye redio sijui vikoba mm. na waza, na anzaji kwanza, sasa ndio mm. lakini kulikuwa e, pagumu tunafanyaje kwanza? Ah hivi vikundi tunaweza kuchukua kama mfano, tunakutana kwa mwezi, ile inapokutana kwa mwezi kwa wiki, tunapokuja kwa wiki tunaweza kuja na ada, si ndio? unakuja na ada elfu mbili elfu moja Ile ada tunakuwa tunaweka kwenye mfuko wetu hao. Ikifika mwisho wa mwezi tuna, tunakutana tunakuja na kiasi cha shilingi elfu kumi elfu tano Inakuwa ni rahisi kwetu, unaona. Tukiweka vika, zikawa nyingi mwisho wa siku tukagawana, au mwisho wa siku tukashauriana na nacho kikundi tununue kitu gani cha kutu kutukizi, si wanawake, cha kutuinua tena. Tunaweza kununua kiwanja tukajenga, au shamba tukaweka mradi wetu wa kuku pale, unaona na hizi zile kuku zikiwa na manufaa, ila zikitoka mle zinatusaidia sisi. Sasa naona Mwenyezi Mungu amesikia kilio changu ndio maana amenikutanisha na wewe Mheshimiwa mbunge. Kwanza nianze kwa heshima, heshima yako kiongozi. Hmm, marhaba, ujambo si jambo kiongozi. Una naona kama una matatizo, tena una matatizo mengi. Ni kweli, hujakosea, yaani umepatia. Nakupa tiki moja kubwa sana mtoto wetu mimi nina matatizo kwenye hichi kijiji. Unaweza ukanielezea ukani kidogo, ni matatizo gani yanayokusumbua, ili nione ni jinsi gani naweza yana nikakusaidia? Kuna familia moja ni kikwazo sana, yaani imefikia hatua sasa mpaka wameamua kumchukua mme wangu. Wamemchukua mmeo? Kwa sababu gani? Unaweza ukaniambia sababu gani? Na je, umeshaenda kwa wazazi ukawaelezea hao mmeo, au wazazi wako, au umeshawahi kutoa ripoti hata kwenye serikali ya kijiji? Yani baba yake na huyo mume wangu ni mwehu, ni chizi, ni kichaa, yani ni tahira, yani ana vyao vyote vya wale wa waruwaru. Yeye ndio kabisa hataki kabisa niolewe na kijana wake, unaona Mheshimiwa Mbunge? Alafu ukizingatia hata hiyo familia nayo hawataki kabisa niolewe mimi na mateso mimi nina matatizo makubwa mno kweli jamani hapa ni mguu wangu mguu wangu mpaka kwa mwenyekiti lazima hili nimwambie mwenyekiti kwa sababu najua mwenyekiti nikishamwambia na yeye ataweka nguvu zake pale yani kwanza mimi nimefurahi sana Halafu ndani ya kijijichi mimi ni mwenyeji, ndio maana nikasema mm, nije kwako kwa sababu kuna wengine unawajua. Sasa hapo kwa mwezi tunakuja na ada, ikiwezekana tutaaibiana. Kama tukishapata watu tutakutana kwa mwezi au kwa wiki, au kwa mwezi tunakutana mara mbili, unaona. Lakini tunavyokutana vile, ndio tunakuwa tunakusanya zile ada, tunawekeana kiwango cha kuja nacho, tunakusanya zinatusaidia Hivi angalia, mwisho wa siku tumepata sehemu hii eneo tu hata tupate kieneo cha laki tano laki saba hivi. Tujenge pale, tuweke mradi wa kuku. Haya. Tukianza kuuza pale, hela zikiingia, sisi na tusaidie sisi wanakijiji. Wamama. Haya. Unakuta saa nyingine mwingine hata ukipata hela kidogo tu, mtu akapata hela ya kuweza kuweza kufungua genge. Unajiende unajiende unajiendeshwa wewe mwenyewe. Inakusaidia kwa mtaji kuliko kukaa ndani na kubweteka. Yaani, hivi mimi hapa ni mwenyeji. Sasa mguu huu ni nyumba kwa nyumba kwa sababu ni kila nyumba najua kabisa hapa kuna wanawake wangapi, mm, wadada wangapi wa kuweza kuingia kwenye chama na kufanya biashara. Yeah, okay. Lazima nitahamasisha lakini, mm, kwa mwenyekiti lazima niende kwa sababu mwenyekiti naye ana Pambe nikimwambia uh -huh. Haya mambo anajua, mambo yataenda vizuri. Inabidi ina uende kwa kabisaungina uh -huh. Itatusaidia sana, maana nimeona kijiji kina watu wengi lakini maendeleo hafifu. wa wanawake wako wa kutosha, lakini hatujishughulishi na chochote kweli. Kwa nikaona ngoja nije kwako tushauriane mawili matatu ili tutafanyaje nisaidie yaani hapo. ya amemaliza lazima hii nifanyie kazi. asante sana sawa. mimi mjumbe nimekuja hapa, make ikuna nyumbani mwangu nimeacha vikazi kazi hapo, ngoja tu nikavimalizie. ia tumeshashauriana au tumeshamaliza, amna shida eh. Nilikuepo. Basi, karibu asante. Aya, asante. Haya, Haya. Mungu akujalie. Asante. ilikeoasi kaibu asanaanjaan. tukipata wa hivi watatu, kijiji chetu kitachangamka. Bado bado sijakupata. Mbona nini, unani unanishangaza. Umesema wamemchukua mumeo sasa ni, mbona sielewi hapa ni mumeo au mna mipango ya kutaka kuwa? kama ni mipango ya kutaka kuoana, simkae na huyo Mateso umeweke vizuri. bado wajanioa mwanetu ajanioa, na hiyo familia ndio kikwazo, mwanetu ndio wanaokataa kabisa, wananifanyia mimi vurugu mimi nisiweze kuolewa na Mateso. Hawataki uolewe naye, alafu unasema ni mumeo hapo. Mbona unanichanganyia, unanichanganyia mafaili, amna ninachoelewa. Sikiliza, nikushauri kitu, wewe nenda kakae chini na huyo huyo mchumba wako muyajenge, mpange mipango vizuri, mwisho wa siku mtaoana. Unajua swala la ndoa sio swala la kitoto kitoto, na si swala la kukurupukia. Ni swala ambalo natakiwa mkae, mtulie, mliweke sawa sawa. Kwa hiyo huna sababu ya kulia mama, mheshimiwa. Yani mimi nafikiri kwamba utanisaidia alafu, kumbe sasa unaanza tena kunipa elimu kuhusiana na mahusiano. Mimi unanihusia nini sasa? Hiyo itanisaidia nini sasa? Unanielimisha nini sasa mambo ya mahusiano, badala unisaidia una... Tunafanya tunakombana Apa mwanangu pia ni, ni, ni, ni tarabu zako nini kibao? Oya oya kita kwa mfalme i oko mwanangu, oya oya, ole tu hizo tarabu ni, ni, yani, ni bora tumekutana na wewe unanisikia? mm -hmm. Nilikuwa ni naumiza akili yangu eh? <cuh> ni namna gani ambavyo nitakakutana na wewe lakini nashangaa Mungu na miujiza yake, kandi kukutanisha na wewe kirahisi tu Kwai. <cuhai> Kifaa Mwamba, unapokuwa unazungumza nini tok tok nini huo, unajisikiliza kwanza mara mbili au vipi? kwa ndio tumekutana nini mwanzoni nini? Oh, oh, anishobokea acha shobo, punguza shobo, Mwamba. Mbona kuona mtu mzima kumbe mtu mzima ovyo. mimi ni kuona mtu mzima kumbe mtu mzima ovyo, Mwamba. Hebu naomba tulize maneno. Okay. Sawa. Hebu nyamanza basi. Unanichokuchokuza, unanitafuta wewe Mwamba. Sasa. Unanitafuta mimi sidio? Naomba nikwambie kitu kimoja. Sasa ni nenda kawaambie dada zako au, okay. Wajinga, wajinga, wajinga sawa, yeah. waache kumfuatilia dada yangu mimi, shida jamii ya oh, nzima hapa. Sikia mwanangu, hapa tanishangaa mwampa, sikia mwanangu, turudi kwanza, kuni vitisho kiachana na madada nini, unifanye kitu mbaya, mwanangu, mimi Big P ha <laughs> o oh, mwanangu mwampa, sikiliza, mtu mzima tishwe nyao man, tishwe nyao yeah. wa Bigi sikia kuna watu wana nene nini? Kuna ule mtu mwenye hela nini, alafu mwenye akili ni mtimamu, anaitwa Bigi akiwa na lakini wewe bonge nini we, we, mwili mkubwa nini wewe, ni bonge. Naona unafikiria kutokea tumboni, una maana unatumia una, una tumbo kufikiria, mwanangu. Oh, asikie mwanangu, huyo dada yako nini ana nyuma hala mbele nini, sio mtu wa kutishia hapa kwenye kitaa, mwanangu. Ah, unaongea na mtu mzima hapa okay. Nina akili zangu mimi kitu okay. Oh, no, oh, oh, kimoja. Oh, mwanangu

zako <tabia> kama vile tunashindana, unaona akili zake unamwachia. Samaki ampe bata, anampa maboga. Bata atakula maboga tu, akomoana komoana. Mtu mwenye hangaikia familia hata matumizi amekaa kaa tu, bata wangu waloane eti kwa sababu ya kipara tu ambacho hakina faida hii, ndio linasoma ni kumi na tano kwa hamsini na moja. Matofali ya blok yatakaa chini, matofali ya, ya tope yatakuwa juu, matofali ya... ya chuma. Hey, amekula na dengu zizo kwemuao

Kimbia, na nakimbia jeneza nikaona ndagi msibani muda mrefu nikakimbia. Sasa walikuwa wanajificha nini? Ah, jeneza Bwana sikiliza. Sio hivyo. Mimi nimekutana na Big Big P. P ananitafuta nini mimi? Big Big P. P ananitaka nini mimi? Mimi mimi nikakuja kwenye kwenye tukio moja baya kwenye hichi kijiji hapa hapa. Hapa. Kwenye hichi kijiji hapa. Hapa. Kijiji kijiji. Anachotaka yeye eti mimi ni muoe dada yake huyo mdogo wake Mariam pamoja na mwanne. Mwambie, mwambie acha ushenzi. Hebu kamuite nimwambie acha ushenzi. Utawaje, ah, watu wawili mwenyewe, utowaje watu wawili? Watu wanaruhusu hayo? Unaona swali hilo? Kwa hiyo ukamwacha. Namuachaje? Namuachaje? Aendelee kunizalilisha. Nikamwambia wewe, uko wetu haujai kuchezewa. Hakuna hiyo swala. Halipo. Kambia majini gusi. Haipo. Sisi tunagawa mikataba ya majini hapa. Hapa. Nikamwambia bwana MC Big P huyo nikamwambia bwana MC asikilize. Eh. <tos> <tos> <tos> <coughs> Kama hizo wewe unazivutia hapa, si tunazivutia huko. Umeelewa bwana? Naomba unipishe, tulioipigia mazoezi juzi hapo. Hujalewa? Sijalewa.

n majizi mazima lakini nagombana hapo barabarani. una shida gani? mimi naenda. Sawa wewe, ni mwanzo. We mbwa tu, yaani tokutana mimi na wewe, mimi paka, wewe panya, lazima nikuonyesha. upo nyonyo? nipo siti, mwanangu

akaangalia juu akaanza, kwa sababu kenchi za wingi sasa. Kwa pigo uliopiga hapa, lazima ulinyoa ndevu zote zipaka baki kipala. Nikaja nikazima moja, akatulia chini pale kimya. Mpaka hapo sijui amekufa yule, sijui amezimia. Wewe umeua, mm -hmm. Wewe umeua, inawezekana. Unaona, nanukia harufu ya damu kabisa, umeua, unaifahamu na huko wetu sisi wa uchezewi. alafu sasa hapo nikaanza kuita ile jini langu lile, hapo ni mapigo matatu ile jini bubu sasa. <laughs> <laughs> <laughs> hapo ndo unajua ulifungulia, ulifungulia sasa, so nilikuja jini kiziwi. Tunajua hilo ah, sisi sasa hilo ndo waga hatari, yani ilikuwa na kitu yetu hata sasa, ile shida shida moja eh, wakati anasema isome alimsikia kofi, isome gumi, vunja vunja, inapiga michafigo peleka huko, akazima akateki aka akazima. Big P sina imani naye Rest in peace. Paradise, yuko juu. Paradise kwa Mungu. Taifa linakulilia Big P. Familia inaomboleza. Nenda umeumaliza mwendo salama. Yani, kuizi sauti yangu inagoma kinome imbaa kwaji meshajua karanga ndo changamoto. Wewe karanga sio tatizo. Tatizo ni

Iko sawa, mbona unasema hivi? Dagaa zinaharibu je sauti? Wapi? dagaa zinaharibu je sauti? Mwanangu, hicho ndio chakula chetu. Sema nini? Nikipiga giza karanga ndio kipengee. Yani karanga usinatumia vitu vya baridi, hiyo anasemaje tu, ila shida ni pale ukizunguka. Ehe, sawa hila unaweza bro, huyu anajua hivi, hapo tupe Ngoja yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kwanza, kwanza, kwanza, kwanza, kwanza. unachua katika ay, wa mtu ambao mimi hapa kwa hapa kijijini nawaangaliaga na kwa jicho la mbali sawa, yani jicho la kudundia mbele ni wewe Unajua kijana, wacha nikwambie, wewe una kipaji kikubwa sana. Ile tu shida yako ni moja, ni kwamba kuna vitu hujavifuatilia. Sasa mimi niko tayari kukusaidia wewe, kweli hapo, si ndio? Eh, ili uweze kufika level fulani ya kinamna hii, lazima msaidiwe, lazima msaidiwe. Huyo huyo huyo huyo, tena huyo, usianze kunyotoka, usinyotoke. Ngoja nikwambie, yaani wewe mimi na uwezo wa kukusaidia. Mimi ndio nakwambia mimi naweza kukusaidia. Ulale salama. Sasa, mwanangu, wewe umeua umeua umeua, umeua. Kwa mafungu ya kesi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama sio jinai. Kesi kubwa. Kesi kubwa ya kuua. Mm, na watu mzika wiki nzima wakimtafuta aliyeua, na kwa sababu hiyo kuua wewe ingia mm tu mundani bila kusumbua mtu. Mlango nimeisha ufungua, chukua viatu vyako, mashati yako, beba godoro mi saa hivi, maana magodoro ya kunguni mi silali. Umeazoea wewe mm, beba godoro la kunguni, mashuka ya Masai, tokomea kwenye hichi kijiji, ondoka, potea. Tutaonana tena, yani tutaonana tena Imeijua takaiyo, nimeijua kwamba jioni ya leo akama amezoea kuaibia ni yao, ila hapa amegusa chuma cha moto unakubali kuacha mali zako nyuma abiria tuunga mzigo wako. Ninaomba pesa zangu nipatieni. kila mali yangu namna gani mimi? Yoyote atakayefika bei nampa.